Kati ya masomo ambayo yamewahi kupokelewa vizuri zaidi kwenye darasa hili mojawapo ni matumizi ya chumvi kwa kuvutia bahati nzuri upande wako. Hii ni kwa sababu ya komenti zenu ambazo nimekuwa nikizijibu. Hivyo basi, nikahisi kwamba itakuwa ni vyema endapo tutaingia ndani zaidi kwenye somo hili. Chumvi ni aina ya kiungo ambacho kinadharauliwa na watu kote duniani, pengine huenda ikawa ndio sababu inapatikana kwa bei ya chini zaidi kote ulimwenguni. Sasa licha ya kwamba tunaijua chumvi kama kiungo kinachotumika kuongezea ladha kwenye chakula, lakini pia chumvi ina nguvu ya kusaidia kwa mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kusafisha jina lako. Kuna muda unahisi kwamba jina lako linasemwa vibaya, au pengine linahusishwa na mambo yasiyokuwa ya ukweli. Hii itakutokea sana sana endapo utakuwa unafanya kazi na watu ambao hawakupendi, ndio maana watangang'ania kupakazia maneno ya uongo ili ufutwe kazi. Sasa endapo utajikuta kwenye hali kama hii, utakata kipande kidogo cha karatasi kama hili, utaandika jina lako kamili na kutumbukiza ndani ya chupa hii. Utaongezea chumvi kijiko kimoja, ikifuatiwa na maji ya mvua, lakini chunga maji haya yasivuke katikati ya chupa hii. Sasa funika chupa hii na uishikilie na mkono wako wa kulia, halafu urudie maneno yafuatayo: na kushukuru, ewe Mwenyezi Mungu unayepeana riziki kwa kila mtu na kushtakia kupitia chumvi na maji haya ya asili, jina langu linasemwa vibaya, lakini wewe unanijua na kunifahamu vizuri zaidi yao. Ifunge midomo yote inayonizungumzia mimi kwa ubaya lakini ipe nguvu midomo inayotamka jina langu kwa mazuri. Ukimaliza kuzungumza maneno hayo, utairusha chupa hii ndani ya maji ya mto au bahari, na utarudia zoezi hili kwa muda wa siku saba mfululizo, halafu baadaye utaanza kuyaona matokeo. Jambo la pili ambalo unaweza kulifanya kwa matumizi ya chumvi ni kumregesha tena mpenzi wako ambaye mliachana kitambo, lakini unahisi kwamba bado unampenda. Katika maisha yetu sisi kama binadamu, kuna muda ambao tunatengana na wapenzi wetu pasipo kutarajia. Hii hutokea sana sana kwa wanaume ambao hawana kipato kutosha mpenzi wako anaweza kuacha na kuendea mwanaume mwingine kwa ajili ya pesa, lakini kimapenzi bado yuko nawe. Sasa hapa utachukua kiasi kidogo cha chumvi na kukiweka kwenye beseni kama hili, na ukumbuke, ni muhimu sana kwa vyombo au vifaa unavyotumia kuwa visafi, maana wakati mwingine chombo kinapokuwa kichafu basi matokeo huenda yasiwe vile unavyotarajia. Baadaye utachukua kalamu na karatasi na kuandika majina kamili ya mtu huyu ambaye unataka kurudiana naye, na hapa namaanisha majina yote matatu kama yalivyojipanga kwenye kitambulisho chake. Ukimaliza utaanza kulipuliza karatasi hili kwa pumzi tokayo mdomoni mwako kwa kujirudia hadi mara saba na baadaye utatumbukiza karatasi hili ndani ya beseni lenye chumvi. Kinachofata ni kulijaza beseni hili kwa maji ya kawaida, na ukimaliza utaingiza mkono wako na kuanza kukoroga maji haya. Sasa wakati unapokoroga, ndio muda unaofaa kumanifest, ama kunuia chochote unachotaka kifanyike. Pengine unataka mrudiane kwa sababu unamhitaji na uko tayari kumsamehe makosa aliyokufanyia, au labda wewe ndiwe uliomkosea lakini ungependa kusamehe ili mrudiane kama kitambo. Kwa kifupi, ni kwamba wewe mwenyewe utajua nini cha kuongea wakati huu kulingana na historia yenu ya mapenzi. Ukimaliza kukoroga maji haya, utachukua beseni hili na kuliweka mahali penye giza wakati wote, kama vile mvungu wa kitanda. Liwache beseni hilo kwa muda wa siku saba na ukiona mafanikio, basi rudi kwenye video hii kwenye comment section na uandike neno asante, maana kuna wenzetu ambao hawaamini lolote bila kuona ushuhuda. Jambo la tatu ni rahisi, maana ni kujikinga na miale ya nuksi. Katika lugha ya Kiingereza tunaweza kusema bad energy. Natumai katika maisha yako umewahi kufika mahali ukahisi kwamba ni mwisho wa mawazo, maana kila kitu unachofanya hakifanikiwi. Pengine una biashara au jambo lolote ambalo linakusumbua, na unahisi kwamba licha ya kwamba unatumia nguvu nyingi kuweka sawa mambo yako, lakini bado halifanikiwi. Huenda ikawa ni kazi, mume, mke, au hata mtoto unahisi ya kwamba maombi yote unayoyaomba hayajibiwi, milango yote unayobisha haifunguliwi. Hii inamaanisha kwamba wewe una nuksi au bad energy inayokwandama no kila mahali uendapo. Mara nyingi hutokana na watu wanaokuonea wivu kwa hatua zako. Sasa hapa, unatakiwa kutafuta kiasi kidogo cha chumvi ya mawe, ifunge kwenye kifuko kidogo au karatasi, halafu utaiweka mfukoni na kutembea nayo popote uendapo. Kwa kifupi, ni kwamba popote utakapokuwa, basi hakikisha una kiasi kidogo cha chumvi karibu nawe. Na pia wakati wowote wa unapoenda kutafuta kazi au mkopo, iweke chumvi hii mfukoni, alafu ukifanikiwa rudi utuambie kwenye comment section. Jambo la nne ambalo unaweza kufanya kutumia chumvi ni kuweka zindiko nyumbani kwako. Mara nyingi tunatembelewa na aina nyingi za wageni manyumbani kwetu, na kwa sababu wageni hawa ni tofauti, basi pia nia zao huwa tofauti. Kuna mgeni ambaye anaweza kuja nyumbani kwako kukuletea habari nzuri, mwingine atakuja nyumbani kwako kukuletea habari mbaya, lakini mwingine atakuja kukuroga au kukutupia uchawi. Sasa hapo utachukua chumvi kiasi kidogo na unyunyuzie mlangoni kwako. Hakikisha mtu yoyote anaingia chumbani kwako basi ni lazima ataikanyaga chumvi hii pasipokujua. Napenda kunyunyiza watu kunyunyiza chumvi hii chini ya zulia la mlango, maana hapa haitaonekana na kuibua maswali kwa wageni wako. Jambo la tano ni rahisi zaidi ya yote, lakini pia ni hatari zaidi ya yote, kwa hiyo nisingependa mtu yoyote kujaribu zoezi hili, maana wakati mwingine husababisha maafa, na hapa nazungumzia tego kuna muda tunakuwa tuko mbali sana na wake zetu, au mwanamke anakuwa yupo mbali sana na mumewe. Licha ya kuwa wawili hao wanaweza kuwa wanapendana kwa ukweli, lakini sote tunafahamu kwamba neno mapenzi ni tofauti kabisa na neno imani, na sitaki kujieleza sana kwa sababu naamini kwamba mwanandoa yoyote atakuwa amenielewa kufikia hapo. Sasa, ili kutengeneza tego ya kumshika mkeo au mumeo anapokusaliti, utahitaji kuwa na chumvi kiasi kidogo kama hiki. Tafuta karatasi dogo lenye asili ya plastiki, au katika lugha ya Kiingereza naita nylon paper. Halafu iweke chumvi hii hapa katikati. Kinachofata ni kutonesha matone matatu ya mafuta haya, na usiulize ni mafuta gani, kwa sababu itakuwa sio sawa nikiyataja mafuta haya mtandaoni, maana pia nahofia watu wengi kujaribu zoezi hili. Lakini endapo wewe utakuwa ni mtu mzima, unaelewa ndoa ni nini, na una uhakika na jambo unalofanya basi, nitafute kwenye nambari unayoiona hapa chini. Ukimaliza kutonesha matone hayo matatu kwenye chumvi hii, unafaa kumkabidhi mkeo au mumeo aifunge. Sasa sijui kama utamwambia kwa njia gani bila yeye kushuku wewe kwa mambo ushirikina, lakini hakikisha kwamba ni yeye peke yake ndiye atakayefunga karatasi hii. Akifunga, utachukua kifundo hicho na kukihifadhi mahali pazuri ambapo itakuwa ni siri yako. Kwa hiyo, endapo mke wako au mume wako atamua kukusaliti, basi sehemu zao za siri zitakwamana hadi pale utakapoleta kifundo hichi tena umkabidhi mkeo au mume wako akifungue yeye mwenyewe.